wa YouTube channel yetu tunaelekea Kisongo, na siku ndo hizi zimekaribia, siku chache tu hapa, siku ya Jumamosi pale tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi na moja tunakutana sote katika viwanja vya magereza Kisongo pale kwa kuhakikisha tunairudia Edeni yetu. Vijana wanasemaje kwa habari ya kuirudia Edeni yao? Bwana Yesu asifiwe. Amina Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amina. Unaitwa nani? Naitwa Kelvin Fredi natokea Sanawari, naomba vijana wenzangu tujiunge kwenye kongamano Kisongo, kongamano Kisongo yes, nini ambacho unatamani una, una kabisa kuirudia Edeni yako tarehe 29? Na kweli katika mazingira yangu unaopitia magumu magumu, naona changamoto, lakini kwanza mfungo nimeweza kufunga, naona kidogo mambo yangu yameenda ka vizuri, na na shauku kubwa kweli, naona mambo yanaenda kuwa mazuri na nitaenda kurudia Edeni yangu kule Kisongo. Hadi sasa umefanikiwa kufunga siku ngapi? Ah, nimefanikiwa kufunga siku kama 20 hivi. Hongera sana. Asante. Kuna kijana mwenzako ambaye anakutazama saa hii na anatamani na kusikia sauti yako kwa kipi? Kipi ambacho... Ah, mimi kiukweli nawashauri vijana wenzangu, tumtumikieni Mungu sababu tuana kumtumikia Mungu kupitia njia ya maombi na maombezi, tutaja kufanikiwa, tunatengeneza kesho yetu ambayo ikawa kesho bora na katika kesho yenye kuwa salama katika wazazi wetu. Mungu akubariki, akubariki. Asante sana. Mtumishi, ubarikiwe na wewe.